Taasisi ya Tulia Trust iliyo chini ya mbunge wa jimbo la Uyole jijini Mbeya Daktari Tulia Ackson, wameanza ujenzi wa nyumba familia ya mzee Anyomwisye Mwalyaje mkazi wa mtaa wa Mwafute kata ya Ilemi iliyoteketea kwa moto usiku wa Septemba 5 kutokana na hitilafu kwenye mfumo wa umeme. Ujenzi huo umeanza baada ya mbunge wa jimbo la Uyole kutoa ahadi ya kumjengea mzee Anyomwisye Mwalyaje alipomtembelea kutokana na kadhia ya nyumba yake kuteketea kwa moto pamoja na mali zote zilizokuwemo ndani. Msajigwa Anyomwisye Mwalyaje ni mtoto wa familia hiyo, amesema usiku wa tukio hilo ndani kulikuwa na watu watano, ambao ni baba, mama na wajukuu watatu ambao walitoka wakiwa salama, lakini hawakufanikiwa kuokoa mali yoyote. Chanzo ilikuwa ni shoti ya umeme. Ilikuwa na watu watano, familia yetu ina watu watano, kuwepo baba, mama na wajukuu, wajukuu watatu, lakini wote walitoka salama na mpaka sasa hivi wako vizuri. Namshukuru mheshimiwa kwa alichokifanya toka mwanzo, tuko pamoja mpaka sasa hizi. Mimi nashukuru sana na viongozi wote wa serikali. Namwombea sana Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Tulia Ackson aendelee kuwa na moyo hata kwa watu wengine. Tumefarijika kweli kwa hili alichokifanya. Afisa kutoka taasisi ya Tulia Trust, kitengo cha habari, Adi Kalinjila amesema ujenzi wa nyumba hiyo unaanza mara moja baada ya vifaa kufika eneo la ujenzi, ili kurejesha maisha ya familia hiyo kama yalivyokuwa hapo awali. Tupo hapa kumwakilisha kiongozi eh, kwa ajili ya kuanza zoezi la ujenzi wa nyumba hii, ili familia hii iweze kurejea kwenye hali yao ya kawaida. Kama ambavyo tunafahamu ma, malazi ni, mahali, ni, ni, ni moja kati ya sehemu muhimu sana kwenye maisha ya, ya mwanadamu. Kwa leo tumekuja kuleta baadhi ya material kwa ajili ya kuanza ujenzi wa nyumba hii kama ambavyo mnaona tofali zimekuja hapa, lakini pia material nyingine ziko njiani zinakuja ili tuweze kuhakikisha kwamba familia hii na yenyewe inapewa tabasamu na inarejea kwenye hali yake ya kawaida. Ndugu Baraka Samuel Zambi diwani mteule wa kata hii ya Ilemi. Leo ni siku ya kipekee sana kwa sisi kata ya Ilemi. Kwanza nadhani nimeona wanasema ndo kazi ya kwanza mheshimiwa mbunge tangu ameapishwa. Nawashukuru sana, napenda nimshukuru sana Dr. Tulia Ackson Mwansasu kwa kuona aanze kujenga nyumba hii ambayo aliahidi pale tu siku ambayo ili, iliungua. Mimi na mbunge tulifika hapa, ilikuwa tarehe tano, tukio hili lilitokea usiku lakini asubuhi tarehe sita mwezi wa tisa tukafika hapa na mheshimiwa mbunge tukaiona familia, lakini pia tukaahidi kwamba tutajenga nyumba hii. Mheshimiwa mbunge aliahidi kwamba tutajenga nyumba hii. Aa, na leo hayawi hayawi yametimia, nyumba hii inakwenda kujengwa. Tunashukuru sana mheshimiwa mbunge Dkt. Tulia Ackson Mwasaso.